Qala llahu taala yayuha ladina amanu taqu llah haqa tuqati wala tamutuna illa waantum muslimun. Tumshukuru Allah, tumtekee rehma na amani Bwana Mtume Muhammad. Hii aya imesuniwa kusomwa katika hutuba ya ndoa, ikimaanisha kuwakaribisha wanandoa. Karibuni katika maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yanahitaji nguvu ya imani lakini pia yanahitaji na nguvu ya kimaadili tabia, nini mantiki. Wanandoa karibuni, safari ya maisha ya ndoa ni fursa ya kumcha Allah kisawasawa. Mume atakuwa kiongozi, msimamizi, na mke, nawe utakuwa ni mshirika mwenza kwenye safari ya kwenda ahera. Sasa fursa ina mambo matatu. Kwanza, uwe na jicho la kuiona. Si watu wote wana jicho la kuiona ndoa wapo watu apesa, wana uwezo wa pesa wana kila sababu mke, lakini wanaishia kuzini, hawaoi. Ni wasanii wangapi nchini, wakubwa wana majina, wanashindwa kuoa, wanateketezwa na zinaa. Wapo watu anakaa na mke ndani kama mke na mume, ukimwambia ndoa anakuambia hajajipanga, ila kuzini amejipanga. Lakini wapo wanawake warembo, ukiwatazama wanashtua, yani akienda mbele unamwelewa, akirudi nyuma unamwelewa. Kuna mwingine akitabasamu na kulia unamtofautisha, lakini kwenye ishu ya kuolewa anakuambia sijajipanga, ila kwenye kuziniwa anafanya nini? Anaziniwa. Kwa hiyo ndoa, una jicho la kuiona. Lakini jambo la pili, unaiendeaje ili upate raha kwenye maisha ya ndoa? Ungana na mwenza sahihi. Mume tafuta mwenza sahihi na mke nawe utafute mwenza sahihi leo. Tunachojichanganya, wanaume tunaangalia sura, shepo. wenzetu ninyi wanawake mnaangalia nini? Maokoto. Sasa mkienda kwenye ndoa, wa sura ushaizoea na maokoto hamna, vinaanza visilani. Mwanamke sura kama mwonja malimao, utafikiri machungu hamna. Niseme siseme? cezea ndoa aya. e. lakini unanufaikaje? fursa Unanufaikaje? Wapo watu wanakubali kuoana kidini, tajeti ilikuwa tunapoona kidini tuweze kuishi kidini. Leo shida kubwa ni kwamba tunakubali kuoana kidini tukija kwenye ndoa maisha hadini ya dini yanashindikana. Tunataka tuchukue mifumo tuliotokana majumbani ije kwenye ndoa no. Hii ndoa serikali yake ni la ilaha illa Allah. Naam, sasa shida inakuja mbona tunakwenda kwenye ndoa kwa matarajio makubwa, sherehe kubwa, lakini hizi ndoa kila zinavyozidi kuongeza umri, hisia zinaisha. Shida nini? Jawabu, ndoa zetu zimekutanisha wanawake kwa wanaume, lakini sio mke na nani na mume. Uislamu unaitambua ndoa ya mke na mume, siyo mwanamke na mwanamume. Na okay nani mke nani mume? Kipengele matarajio ya wanaume, wanaume walivyokuwa kimaumbile hisia zao matarajio yao ni kwa wanawake wa sampuli gani? Naam, mke anayeitwa mke ni yule mwenye kuchota moyo mwe wa mume. Kwanza safari yake ya ndoa kabla ya kuolewa anakesha akimwomba Mwenyezi Mungu ampe mume sahihi, tofauti na wanawake wao, wanaomba wanaume wenye nini? Wenye pesa. Lakini anayeitwa mke ni yule ambaye yuko tayari kumtengenezea mume Yani, kwa mambo matatu yuko hewani. Ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ad-dunya kulluha mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu saliha, dunia yote ni starehe, tamu ya starehe ya dunia ni mume kupata mke mwema. Kwa mambo matatu, biarusi, ili uwe mtamu. Mambo mangapi, shogangu? Mambo matatu, yani noga. Mambo mangapi hayo? Yaelewe, usije ukakwama, usije ukatuvalia kiatu namba kumi, mguu namba mbili na awezie eh? nam mambo matatu. Kwanza, mke anayeitwa mke ni yule anayeweza kutengeneza furaha katika moyo wa mume. Ili mke ushinde kwenye ndoa, tengeneza furaha wakati wenziwa wanatengeneza karaha. Unayeitwa mke uwe na uwezo wa kumtuliza mtoto wa mamamkwe, mpaka akuuliza jina lako la utoto, mwambie sikutaji ng'oo, niseme siseme? anayeitwa mke anatengeneza furaha. Mbili, anayeitwa mke ni yule anayemtii mumewe. Ukishaolewa bosi wako ni nani? E, kwa hiyo akikupanga apangika, usimpangue. Lakini jambo la tatu, anayeitwa mke anakuwa mwaminifu, anatunza mali ya mume na yeye mwenyewe anajitunza, tofauti na kiumbe anayeitwa mwanamke. Kwanza, kuudhi kwingi kufurahisha kuchache. Mbili, huwa sio mtii kwa mume wake. Lakini tatu, huwa sio mwaminifu. Leo kuna shida kubwa, baadhi ya wanawake wanaolewa wanakuja kwa mgongo wa dini, lakini maisha ya dini hayataki. Wengi sio waaminifu. Akifua nguo ya mume akikuta pesa lazima alambe, akiwekwa dukani lazima ajipange. Unatengeneza uasi ndani ya kikosi. Wanawake wangapi mkifua nguo mkikuta hela mna wangapi? Mnarudisha? Mnarudisha? mna lamba eh? Hey, unakuwa kibaka mkubwa. We, wizi ni wizi tu. Haya, anaitwa mke, akija kwenye ndoa anamfuata mume, akiwa mume mgonjwa, akiwa mzima, akiwa kijana, akiwa mzee, akiwa na pesa, akiwa hana pesa, mapenzi yake yanakuwa hayayumbi kama mvua za masika na kiangazi. Tofauti anayeitwa mwanamke akija kwenye ndoa yeye, yeah, afuati mume, anafuata hela. Sasa atakuwa na mapenzi kwenye ndoa ikiwa mamlaka ya mapato TRA inakusanya mapato, ikiwa hamna na yeye sura kaikunja. We vipi, mbona mbadilika? Nipake rangi, mbona sura umekunja? Ipige pasi kumbe